Zaburi ya 35, mstari wa kwanza hadi wa nne. E Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Utoe na mkuki uwapinge wanaonifuatia, uiambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Waaibishwe, wafedheheshwe, wanaoitafuta nafsi yangu warudishwe nyuma, wafadhaishwe, wanaonizulia mabaya. Isaya 41, mstari wa 11 hadi wa 13. Tazama wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika, watu washindanao nawe watakuwa sikitu na kuangania; utawatafuta wala hutawaona, wale wapiganao nawe watakuwa sikitu watakuwa kama kitu kisichokuwa wale waliofanya vita juu yako. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume nikikuambia, usiogope, mimi nitakusaidia. Warumi nane, mstari wa 31 hadi wa 33. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu ni nani aliye juu yetu? yeye asiyemwachilia mwanawake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakusaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Kumbukumbu Kumbu la Torati tatu mstari wa 22, musiwaogope kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye anayewapigania nyinyi. Yeremia moja, mstari wa kumi na tisa nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Kabla hatujaingia kwenye maombi, ningependa kukuomba ndugu yangu mpendwa kusubscribe chaneli yetu na kubonyeza kitufe cha like ili tuweze kufikia watu wengi zaidi na kueneza makuu ya Mungu wetu. Sasa tuombe pamoja kwa imani maombi haya mafupi, na tuone Mungu akitenda kazi maishani mwako. Baba yetu ulio juu mbinguni, jina lako litukuzwe na kuhimidiwa milele. Sifa utukufu na heshima vinakustahili wewe, Bwana wangu. Nisamehe dhambi zambi zangu na makosa yangu, E Bwana wangu, na kuomba wasamehe maadui na watesi wangu wanaopigana nami kwa maana hawajui walitendalo. E Bwana wangu, unikinge na hila za mwovu Shetani, pigana na wale wanaopigana nami, unilinde na wote wenye nia ya kuniangusha. E Bwana wangu, linda familia yangu na uwatunze chini ya mbawa zako. Naomba haya yote kwa jina la Yesu Kristu, amina. Kama umeomba maombi haya kwa imani Amini kuwa Mungu anakupigania sasa hivi. Usiogope kwa maana Bwana yupo upande wako. Share video hii na mtu mwingine ili apokee baraka hizi pia. Mungu akubariki sana.